Mweshimiwa mkuwa mkoa tumesema sana, kama mtu ameelewa utaratibu wake, kwa nini asitekeleze? Hata sio mbele ya rasmi, natamani na kora 8an amesababisha hoja ili tumuulize kwa nini umefikia hatua hii, kwa sababu hoja zingine ukiziangalia, kama kitu umekifanya wewe, kwa nini usiambatanishe kile ambacho kimekufanya koaalichokfana <coughs> lakini, kama mwongozo anakuambia fanya hivi, kwa nini usifanye? Mheshimiwa Mwenyekiti, inawasilisha kwako kwa utekelezaji wa mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka wa fedha ulioishia tarehe 30 Juni 2022. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukaguzi unaofanywa na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali ni kwa mujibu wa kifungu cha 34 cha sheria ya ukaguzi wa umma namba 11 ya mwaka 2008. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha 2023 24 halmashauri ya manispaa ya Singida ipata na mimi nimpongeze mstahiki meya na ofisi yake, lakini ni wapongeze waheshimiwa madiwani na niwaombe sana, pamoja na mheshimiwa mbunge. Mmefanya kazi kubwa sana ndani ya miaka mitano, hakuna sejua tena, mmefanya kazi nzuri kweli, na sisi tumeiona kama chama na tumeendelea kushauri kila vikao, na kadri mnapoendelea kukaa na sisi tumeona hebu naomba kwa sasa, kwa muda huu uliobaki, tangulizeni upendo, tangulizeni upendo, kwa sababu tunakwenda kwenye mchakato. Atatoka mtu wa kata nyingine anakwenda kumsaidia mwenzake eneo lingine, lakini bila upendo hatuwezi kuyafanya haya. Naendelea kusisitiza Mheshimiwa mstahiki Meya, Mkurugenzi, naibu Meya na wata siwe wavivu, lakini tungekuwa na SPV. Sasa ile SPV inaanza kubuni miradi na kutengeneza miradi. Tunatamani tuwe na gorofa na hoteli ya ghorofa tisa ghorofa kumi inayomilikiwa na manispaa ya Singida. Juzi tulikuwa na Mei Mosi hapa, watu wamelala vichochoroni, lakini kumbe hoteli yetu ya manispaa ndio ambaye wangelala viongozi wale wakubwa na zile hoteli nyingine za binafsi wakalala wale wageni wengine. Kwa hiyo ninaomba tuamke katika usingizi tuliolala, tuwe na SPV tuanzishe miradi mingi ya kuleta fedha, kwa sababu tunakusanya bilioni sita. Inawezekana tukajifunga mkanda. Maana yake ukiwauliza kule Mkalama wanajiendesha kwa shilingi ngapi? Labda wanajiendesha kwa shilingi labda ni laki milioni mia nane mia ngapi, na nyingine zinafanya mambo mengine Yaani kwenye akili tujifanya kana kwamba sisi ni Mkalama au sisi ni Singida DC, ili tuweze kuweka fedha nyingine tuziwekeze kwenye biashara, tufunge mkanda kwa muda mfupi, lakini muda mwingi tuupeleke kwenye uzalishaji. Kwa kweli tukifanya hivi hatutagombana na waheshimiwa madiwani kwamba mbona kwangu zaanati haijaisha ya mbona kwangu asilimia arobaini haijaja hapa. Mchawi wetu ni kukosa nini? Fedha. Kwa hiyo tujikite katika kutafuta fedha. Kutoka hoja sitini na nne mpaka leo tunafikia hoja kumi na saba huu nao ni muujiza wa aina yake. Mweshimiwa mkuu wa mkoa, kukuwepo kwenye kikao cha fuu, nilikuwa nimekasirika kabisa na sisi ambao tumelelewa kwenye familia za Kiafrika kuna zile sura za kina mama ambazo hata kama mtoto alikuwa analia ujinga, akimwangalia usoni ananyamaza. Hapo hiyo ndio sura nilikuwa nimeivaa siku ya kikao cha fedha, uongozi na mipango. Kwa kweli nilikuwa nimekasirishwa na jinsi ambavyo hoja haziondoki, lakini nakumbuka tulikubaliana na makubaliano hayo nawapongeza watendaji pamoja na wasimamizi wao nilienda kuzifanyia kazi na angalau leo tunaongea masuala ya hoja 17 hongereni saba hongereni mno lakini e, mheshimiwa mwenyekiti pamoja na mkuu wa mkoa niseme nimeangalia hizi hoja nyingi zinahitaji fedha sasa sisi ni manispaa tofauti na Mkalama, tofauti na Ikungi, tofauti na Iramba, sisi tunapaswa kuwa na fedha nyingi tukilinganishwa na wenzetu, kwa sababu tuna fursa nyingi. Sasa hapa bado na sisi tuko kama vile halmashauri ya kijijini, tunapaswa tujibadilishe, tuwe halmashauri kweli ya mjini, kama ambavyo wenzetu Dodoma jiji wanavyoweka miradi yao mikubwa. The same applies kwetu, ni lazima tubadilike. Kwa hiyo kitu ambacho ninashauri cha kwanza kwa siku ya leo, ili tuweze kupata fedha ni muhimu tukakamilisha kama tumeshaanza tukakamilisha utengenezaji wa SPV. Maoni ya mkaguzi wa nje ni kuwa management inashauriwa kuhakikisha uwepo wa fedha kabla ya kuanza utengenezaji na kutoa kipaumbele kwa miradi ambayo haijakamilika wakati wa uandaji wa bajeti. Mtekelezaji wa management, kati ya miradi ya 55 ambayo ilikuwa haijakamilika, halmashauri imeshakamilisha miradi 30 na inatumika kama jinsi ambavyo imeainishwa, lakini pia miradi 25 ambayo imetengewa fedha, miradi 25 iliyobaki ambayo haijakamilika imetengewa fedha Eh, katika bajeti ya 25/26 kiasi cha shilingi bilioni 1.2 kwa ajili ya kwa ajili ya ukamilishaji wa miradi husika. Zoezi la ukamilishaji wa miradi hii linatarajia kukamilika ifikapo Februari 2026. Maoni ya kamati ya ukaguzi ilikuwa management ihakikishe inakamilisha miradi yote kabla au kabla ya Juni 2026. Eh, hoja hii imetekelezwa kiasi na kamati ya pesa ikubaliana na maoni ya kamati ya kabisa mambo kwa sasa. Kumbuka kwa hoja katika halmashauri nyingi huwa inategemeana na namna ambavyo ule mji unakuwa, lakini pia pamoja na hoja kama ulivyoona hapa katika manispaa yetu hoja zilikuwa zaidi ya, ya sitini na hivi tunavyoongea hoja zaidi ya thelathini kitu zime- zimeshafungwa kwa maana utekelezaji umekuwa ni mkubwa, wataalamu wetu wanatusaidia lakini pia pamoja na hayo, tumeona mheshimiwa mkuu wa mkoa akishauri, lakini pia ameelekeza kuna hoja zingine sio hoja rasmi wao umeona pale mifano mingi, kwamba mengine ni maelekezo, mengine ni namna tu, baadhi ya wataalamu kuto kufanya wajibu wao vizuri. Hoja zile zinakuwa zinajirudia na zinaenda mwaka mwingine. Sasa kazi kulingana na uwezo wake na kama anaona uwezo ni uwezo wake ni mdogo, maana yake asogee. Hii ni, ni, ni manispa hii, sio vile halmashauri za, za pembezoni mwa mji. Hapa kuna changamoto nyingi, kasi kubwa inatakiwa. Kwa hiyo kila mtu asimame kwa nafasi yake na